Testimonies. Hii ni Dar es Salaam ya zamani. Baadhi ya picha hizi na video zimeongezwa rangi ili ziweze kuonekana katika ubora katika nyakati za leo. Hichi ni chuma cha mkoloni. Picha halisi ilichukuliwa mnamo miaka 1970 kwa mujibu wa picha za shirika la reli la nchini Tanzania. Hii ni stesheni ya treni Dar es Salaam ilipokuwa katika picha za kale kuanzia miaka ya 1910 hadi 1970. Fundisho, testimonies by Archie Raymond. Old Dar es Daressalam, mwishoni mwa karne ya 19 na mwanzoni hadi katikati ya karne ya 20, episodi ya kwanza bi. Dar es Salaam ilikuwa Mzizima kabla ya kuwa hii dawa tunayojua wengi kwa sasa, iliitwa Mzizima ikimaanisha chemchem safi au maji baridi. Sijui kwa nini walita hivi Labda inawezekana ni kwa sababu vile chemichemi inavyozizima ikitoka arizini wakaona basi ndio waite Mzizima labda, au labda ni kwa sababu maji yakiwa baridi na ukioga yanavyozisimua mwili ndipo wakaona waite Mzizima labda. Lakini hiyo ndiyo maana ya jina Mzizima, yaani chemichemi safi au maji baridi. Mzizima kilikuwa ni kijiji cha Waswahili wa pwani cho kuwepo kabla ya ujio wa Sultan Majid wa Zanzibar mwishoni mwa karne ya 19. Eneo hili tukitumia jiografia ya sasa na ramani ya sasa, kwa mujibu wa kumbukumbu za kihistoria za Wajerumani, Waingereza na wasafiri wa Kiarabu, kijiji cha Mzizima kilikuwa katika eneo la posta ya kale, yani Old Post Office area, karibu na bandari ya sasa ya jiji la Dar es Salaam yaani kati ya Kivukoni, soko la samaki la Feri, Askari Monument na hospitali ya Ocean Road. Kwa lugha ya rahisi, Mzizima lilikuwa eneo la Kivukoni, Posta na Ocean Road. Hapa ndipo palikuwa na kijiji kidogo cha wavuvi, wachuuzi na wafanyabiashara wa mambao. Fundisho Testimonies, hili ni eneo la Oster Bay katika picha zilizopigwa miaka ya nyuma kabla ya uhuru. Picha hii ilipigwa katikati ya miaka 1950, kwa mujibu wa Wikimedia ikiwa ni picha inayojulikana kwa jina ya leopard calf diving. Picha hii ilipigwa na jamaa aliyekuwa akiitwa David Gordon Hans akiwa ni mtalii mzazi wa watoto watatu. Kwa sasa mtu huyu hayupo hai tena, na watoto hawa kama wapo hai ni wazee sana. Hao huenda wameshakufa kabisa. Na hayo yalikuwa ni maeneo ya bichi mojawapo hapa katika jiji la Dar es Salaam kipindi hicho cha miaka hiyo. Na hii ni Kariakoo katika picha zilizopigwa mnamo miaka 1950 mpaka miaka 1970. Hii ni Kariakoo ya zamani kabla haijavunjwa kujengwa soko hili la sasa. ini Acacia Avenue ni, ni mojawapo ya eneo la kihistoria kabisa katika mji wa Dar es Salaam. Acacia Avenue ilikuwa ni moja ya barabara kuu ya kifahari katika Dar es Salaam ya zamani, hasa kipindi cha ukoloni wa Kijerumani mwaka 1891 mpaka 1916, na baadaye kwa Uingereza 1919 mpaka 1961. Eneo hili lilikuwa katikati ya jiji barabara iliyokuwa ikipita karibu na maeneo ya posta, karibu na Azania Front, Lutheran Church, Old Boma na bandari ya kale. Ilijulikana kama barabara ya serikali na biashara za wazungu, ilipokuwa na majengo ya ofisi za wakoloni, taasisi za kifedha na maduka yaliyomilikiwa na wazungu na wahindi. Ilipata jina Akasia Avenue kwa sababu ilikuwa imepambwa na miti ya akasia pande zote mbili za barabara, jambo lililokuwa likifanya ionekane na zifu na yenye kivuli kizuri. Kipindi cha Wajerumani mwaka 1890 mpaka 1916, Wajerumani walitengeneza kama njia kuu ya kifahari kuelekea maeneo ya utawala wa kikoloni. Majengo ya barabara hii yalijengwa kwa mtindo wa Kijerumani Swahili, nguzo ndefu, barabara na madirisha makubwa ya mbao. Barabara hii ilikuwa ni karibu na makao ya gavana wa Kijerumani na kanisa la Azania, hivyo ikawa eneo la kisiasa na kiutawala. Kipindi cha Waingereza 1919 mpaka 19, 1961. Baada ya vita kuu ya kwanza dunia, Waingereza walipochukua Tanganyika waliendelea kuitumia barabara hiyo kama kitovu cha kiuchumi na kijamii cha mji. Jina Acacia Avenue lilibaki hadi baadaye. Baada ya uhuru ndipo ikapewa jina jipya, Samora Avenue, kumwheshimu rais wa Msumbiji aliyekuwa akiitwa Samora Machel. Ilibaki kuwa mmoja ya e barabara kuu zenye historia kubwa ikiunganisha eneo la posta, mnara wa saa na soko kuu la zamani. Fundisho Testimonies by Archie Raymond ni Askari Monument, mnara wa askari kabla haujazungukwa na majengo makubwa na maghorofa. Picha aliyopigwa miaka ya nyuma 1930 huko. Picha hii imeongezwa rangi ili kuleta uhalisia katika mtazamo wa sasa. na hii ni footage ya Askari Monument baadaye ikiwa imeshaanza kuzungukwa na maghorofa na majengo makubwa na mji ukiwa umeanza kutanuka. Hii ni benki ya kikoloni iliyokuwepo katika Dar es Salaam ya zamani. Na hili ni jengo la posta ya kale jijini Dar es Salaam. Hili ni kanisa Katoliki liitwalo St Joseph Cathedral. Hii picha ilipigwa mwaka 1952. Eneo hili lipo karibu na soko Ine Drive. hii ni edited image with color. Na hili ni kanisa la Orthodox enzi hizo lilivyokuwa. Ni mtaa ulioitwa Mosque Street au unaweza tukaita mtaa wa msikitini. Enzi hizo Dar es Salaam. Hii ni Tanga Railway Station, reli kutoka Dar es Salaam kuelekea Moshi enzi hizo. Usafiri na wasafiri wa kale, katika adha ya usafiri kupata mabasi wakiasubiria muda mrefu zamani. Hawa ni askari wa kikoloni waliokuwa wakijulikana kwa jina la KAR, yani King African Rivers zamani. Hawa ni wapagazi, wafanyakazi na wabeba mizigo wa kikoloni. Hii ni hoteli ya New Africa Hotel. Zamani jijini Dar es Salaam ilikuwa hivi. Sasa hivi hoteli hii imebadilishwa jina na inaitwa Four Point by Sheraton Dar es Salaam New Africa, ilirekebishwa mwaka 2019. Hii ni picha yake ya sasa ambayo inaitwa Four Point by Sheraton Dar es Salaam New Africa, lakini zamani New Africa hoteli ilikuwa hivi, na hii ni Bagamoyo ya zamani, miaka hiyo ya nyuma Awe watu ambao umewaona humundani kwa sasa waliopo, uwe sasa ni wazee, ama wengine wameshafariki kabisa. Je, kuna kitu gani unajifunza hapo? Kitu ambacho unatamani ujifunze ni kwamba maisha ni safari. Kuna kitu gani ambacho umekiandaa kama kitakuwa alama kwa ajili ya kizazi kinachofuata, kwa ajili ya kesho? Maana hawa walifanya ya kwao sasa hivi wapo kwenye makaburi na wengine sasa hivi ni wazee, wamefikisha miaka ya tisini kitu huko, umri umeenda. Sisi leo ni vijana, lakini bado uko hai, ni kitu gani unakitengeneza ili kizazi cha kesho kiweze kukukumbuka kama ambavyo tunawakumbuka hawa ambao tumewaona kupigia video hii. Mi naitwa Arch Raymond akapika mashabiki nakati na kuomba usubscribe, ulike hapo chini, kachii video nyingine zinazopata hapa hapa katika Fundisho Ba. Fundisho Testimonies by Arch Raymond.